Na kuamini machete kama pata bahati ya kuonana naye mkamateni, mpelekeni kwenye mjumba wote alafu nipe location na kuja sasa hivi. Sasa nitafanyaje? Nishatambulishwa ushoga ke mama, ila ndo ivyo, nishatambulishwa ushoga ke mama kwasabaaacongesie hapana. Sio kwa sababu ya batu, kwa sababu ya Po, kinachonyuma zaidi Po. Po ni rafiki yangu, tulikuwa kama ndugu, na kwake la kwangu, la kwangu na kwake, hakutakiwa kunilipa hiki, na ndio maana hapa nilipo na asila zangu na udugu ila nitakula wakati mwingine. Sikiliza mwanangu, nikwambie, kila kitu kina riski. Labda baba tu ilikuwa riski yako, usimfanye chochote. Wewe kijana, unachotakiwa utambue kwa sasa, huo sio rafiki mzuri kwako. Yule mtoto ni mnafiki, na anatakiwa kae mbali na maisha yako, mwanangu. Mama, nimelitambua hilo. Kuna sehemu naenda mara moja Yani kirudi nitakuja kula, usijali mama. Kuna usalama, kuna usalama. Upo ubaya, umeanzisha wao, sisi ndio ubaya. Namwachia Mungu mama, usijali. Mimi roho yangu ndogo sana, mimi na roho ya kike. Baba siwezi kufanya chochote, hata hizo na kuingiza kwenye wizi kwa shetani, lakini sasa hivi sijiingize kwa sababu ya kiuni ni msalabu. Mimi namwachia Mungu, kuna kuna sehemu naenda mama, jaribu usalama

Kweli kabisa mzee, kijana anatania. Unajua, watu wanaamini kwamba utani ni baina ya makabila na makabila, lakini kwa sasa watu wanataniana wazee kwa vijana. Kwani utani tu. Alafu anemuoa ana marafiki wengi kama hivi, wala sikutarajia kabisa kwa, kwa hili na furaha kubwa sana hapa. masuala yote yapo sawa Uhum. Uhum. Usiwe na haraka, halaka haraka, haraka haina baraka. Nyie vijana wa sasa, mimi nimesema mambo yote yakasana, usiwe na tabu bwana, yeah. Mchele unakuja subiri, nikaandae Bwana, mimi nampabiga msada bwana Kisofa. Unajua swala mm, la ndoa sio kichwa cha mchezo mchezo. Wengi wao wanakimbia majukumu. Inaonekana amejipanga muda mrefu sana mpaka kuweza kufanikisha swala hili. Ni kweli kwa sababu hata mwanzo aliponiambia mimi sikumwamini. Lakini leo natarajia jambo limeenda salama. Na hata hivyo wao walikuwa wakifanya kazi katika ofisi yangu yeye na mpenzi wake. Ah? Eh. Na niliwafukuza kazi. Sema natarajia watakapomaliza sherehe watarudi kwenye kazi oalahii tumshukuru tu Mungu wa kila jambo. Sasa ni semehii kuanzia muda huu wakati huu tukae mkawa kula chakula hey. Hey. Hey. Hey. Ndio mimi.

baba afadhali, nilivyokutana na wewe baba. Baba, yule ndugu yako yule penda penda anapenda penda, watoto wa wenzie, amekamatwa kule na wahuni, kakamatwa na machete yule mzee wa mjomba, alafu amekamatwa na kinimale yule jamaa kusema, anasemaje pamoja na chizi madundo Alafu hao washikaji umtau wanajulikana wanapenda ndogo, wale wasije wakaenda kupaka mafuta mtoto wa watu kule, akaanza kuwa mwimba tarabu, akaa anaanza kuimba. Nilisema mtajua. Semeni sasa, baba, fanya haraka, kamsaidie. Ukikaa ukachelewa chelewa, utakuta mwana sio wako kule. Oho, hey. takailiki <todiculia> lakini asante kwa taarifa. Umesema wapi wako? Kwenye mjumba wa bibi gutaliamva kule mbele. Sasa iko hivi, kama unakwenda kwenda, ila kuwa makini, usije ukajumuishwa kwenye huo mchezo wa kupokapokwafuta mkapokwa futa wote, mkaanza kuwa waimba taarabu wote mkalefti <laughs> baba, ni hayo tu, sikia, nashukuru kwa taarifa <laughs> kwenda mbwa wewe. Haya.

Mimi ndo naitwa Kisoda, baba yangu anaitwa Upena, mama yangu chupa. Sumenelewa eh? Ulikuwa unijui, ulikuwa ukini, unaona tu. Lakini mimi mtoto atemeke, mtoto naepatikana kabuli moja, kama ajafika mashine maji namba tano, ndio kwetu. Sasa basi, hauwezi ukanishinda hata siku moja, nimekutafutia masisi la watatu sasa ya mgando yanakuhusu, nimekuja na mafuta. Ni shoga yangu lakini ulikuwa na roho mbaya. Sasa, mafuta lakini ulikuwa na roho mbaya. Kisoda, mwacheni bwana, msimfanyie hivyo. Mwache tulia basi, subiri naomba nieleze kila kitu. Kisoda, huyu ana kosa lolote? Huyu ni mchezo ambao tulipanga mimi na yeye. Mchezo kivipi huu? Ule mchezo ambao tumetaka kujua kama kweli unanipenda au la. Lakini sina mahusiano naye. Sasa hapo ushajua kwamba mimi na mpango au nina nia thabiti kabisa mapenzi yangu, au hujajua? Nimejua unanipenda na ndio maana uko tayari kumfanyia chochote rafiki yako. Hapo kwanza, ngoja nicheke. <laughs> Piga makofi. Alhamdulillahi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu fundi we Mungu! Ah, Mungu, fundi Mungu anajua. Yaani nilikuwa nimeshaona kabisa mpira huu umeshanipalia, meshanipalia, mechi imenikataa, kumbe bado mpira ni wangu na boli limetulia mguuni, kipa yupo, ah, najaza sasa. Kan niki kila nikiangalia na nikitafakari Hapana, nakushakwa msala, bora tuondoke nyumbani kwa sababu mambo yatakuwa mengi, watu watakuwa ondoki nje, si simabarusi beusi ayaonekani, hataonekani kutoka. Kweli mmeongo, lakini nilikuwa nakuomba tuendelee kubaki hapa kwa muda tumsubiri shangazi, maana mpaka sasa hivi hajafika. Na hata chelewa, hata chelewa kufika, naomba tu tuendelee kumsubiri kidogo yule ni mzazi wangu wa pili, kwa hiyo nilikuwa natamani pia awepo kwenye jambo langu. Naomba tu tumsubiri aje hapa, na vizuri tukiwa tunatoka tusindikizwe na shangwe ndelemo na vigelegele. Mimi hmm. kama nyumbu tu na simba. Ah, sina hata mbwembwe <laughs> umenikamata mama. Basi mama, usijali kipenzi. Ah, ah, hmm, changu ila ah, sikta ukanitia kidonda mbili wa aibu ngoja nikukumbie bwana. Ulaya ndio nitakuwa nakuadisi hadisi hadisi, umenielewa? Nitakuwa nakufulia nguo, mke wangu, yaani nguo zako wewe vua tu, zitupe tupe, mi nitakuwa na kusaidia kifeni changu. Na usiombe ukiupata ujauzito, nitakuwa nakubeba. Haya basi, tumsubiri, hamna shida, kifeni changu.

Kisoda, mimi naye tunagombana kama nilivyokuambia, na sababu ya ugomvi wetu mwanamke. Kisoda alitafuta mwanamke na mama yake, na yule mwanamke ndo alipelekea mimi naye kucha, na yule mwanamke alikuwa na mpango. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana mimi kukwambia ukweli, kwa sababu kama ningekwambia ukweli, pengine leo hii Kisoda singefanikiwa. Ukweli ni kwamba Kisoda akupendi. Leo Kisoda anampenda yule mwanamke aliyotafutiwa na mama yake.

Mishalana, mishalana na Karibu karibu, asante ma, nimekaribia tena kwa mara nyingine pia. Wambangu, nilikuwa mesamani sana, najua kuondoka kwangu kuna mambo mengi ambayo umeapitia, lakini nilitamani kukwambia hichi leo. Nilikwenda kwa poo, nilienda kwa ajili mba, ni ya mpango maalum na sio kwamba nilikuwa na mawasiliano na poa hapana. Nilienda pale nikiwa na mpango wa poa wa kutaka kujua kama mwanao kweli ananipenda na anaumia kwa ajili yangu. Leo amefanya kitu cha ajabu sana, amemtumia poa waumi wakataka kumfanya kitu kibaya, lakini niliwahi. Kwa hiyo mamangu, nimegundua mwanao anampenda sana na mimi na amepitia maumivu makali sana kipindi ambacho mimi niko papo kwa poa. Kwa nini Baturi Baturi? Uko tayari sasa hivi kuolewa na kijana wangu? Eh, e, yuko tayari mama. Niko tayari kuolewa na mimi. Ni Kisole na kuuliza wewe, mbona una haraka? Namuuliza Baturi. Mama. Eh. Hmm. Alisema yuko tayari kuoa kwa sasa mpaka atakapata taka kazi. Kazi kashapata. Kisole kashapata kazi. Osiwao kapiga simu, amesema Jumatatu edi kaze kazi rasmi, mwanangu kimoja mama. Mama, kama umatauenda kuanza kazi basi lazima Batuli, kwa sababu nitakuwa na uwezo wa kuweza kumuguiahaia